Naam, um, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Shalom, shalom. Mtumishi wa Mungu hapa Dickson Tweve. Um, leo ninataka nikualike, nikukaribisha sana kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale YouTube, pale Facebook, pale Instagram, TikTok kwa jina la Funguka Channel. Kwa karibu sana. Ah, uh, tulisema this is the year of success, the year mwaka wa mafanikio. Meaning kwamba kufanikiwa. Watu wengi wakisikia kufanikiwa, they focus their mind direct to financial success. Watu wakisikia mafanikio, wanachowaza wao ni hela, but mafanikio yako mengi. Unaweza kufanikiwa kiroho, unaweza kufanikiwa kindoa, unaweza kufanikiwa kimahusiano, kisiasa, and uh. Kwenye eneo lolote lile lengo lako umeweka likifikiwa, liki, liki, liki, tunasema umefanikiwa, au lengo lako kuwekea Mungu ikifikiwa tunasema umefanikiwa. Jiunge so, na mtandao. Kama unataka kufanikiwa kwenye jambo lako hapa ni mahali pako sahihi. Day tuna maombi kila siku saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kuaji wako wa kiroho, biashara yako uchumi unafanikiwa. Ukiwa influencer unafanikiwa kwenye influencing kwenye kumasisha watu, unafanikiwa kwenye kila kitu ambacho unatamani kufanikiwa. Umekuwa ukitafuta mafanikio kwa muda mrefu, and you are not getting at the point kile kiwango ambacho umekuwa ukikitamani kwa kupitia network. Yeah, network, tunataka watu wote wanaotaka kufanikiwa mwaka huu wewe, kitu cha muhimu jisajili leo kama mwanachama, jiunge kwenye familia hii ambayo tumeamua kuanza safari ya mafanikio mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kuwa mwanafamilia leo, jiunge hiyo namba kwenye skrini hapo, tuma neno niunge au wasiliana na katibu namba pia kwenye skrini hapo Waambie akunge kwenye mtandao. Unaweza kuchagua kujiunga kama partner, unaweza kujichagua kujiunga kama mwanachama, na Mungu atakubariki. Mungu atabadilisha maisha yako. Tutajifunza kwa pamoja, tutadiscuss vitu vingi kuhusu jambo lako, na unataka kufanikiwa, iwe kindoa, kiuduma, iwe kiuchumi. Tutadiscuss kupitia hizo platform na tutaombeana pia, na Mungu atatufanikisha. Mungu atafanyaje? Mungu atatufanikisha. God bless you. Here is the servant of God Dixon Tsa. Jumatatu, Jumatano na Ijumaa saa tatu mpaka saa nne napokea simu kwa ajili ya maombi na maombezi. God bless you, God nourish you, God preserve you in Jesus' mighty name. Amen.